Wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, juma la 32 la mwaka che wa kanisa. Tafakari yetu siku ya leo inatoka katika injili ya mwinjili Luka sura 17, aya 26 hadi aya 37. Na Yesu aliwaambia wanafunzi wake na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakioa na kuolewa, hata siku ile Nuhu alivyoingia katika safina, galika ikashuka ikawaangamiza wote na kadhalika. Kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, walikuwa wakila na kunywa, walikuwa wakinunua na kuuza wakipanda na kujenga, lakini siku ile Lutu aliyotoka Sodoma kulikunya moto na kibiriti kutoka mbinguni vikawangamiza wote. Hivyo ndivyo itakavyokuwa siku ile atakapofunuliwa mwana wa Adamu. Katika siku ile, aliye juu ya dali na vyombo vyake vimo ndani ya nyumba, asishuke ili kuvitwaa, na kadhalika, aliye shambani asirejee nyuma Mkumbukeni mkewe Lutu. Mtu yeyote atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na yeyote atakaye iangamiza ataiponya. Nawaambia, usiku huo watu wawili watakuwa katika kitanda kimoja, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga pamoja, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wakajibu wakamuuliza wapi Bwana? Akawaambia, ulipo mzoga ndipo watakapokutanika tai. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Wapendwa katika Kristo, leo basi Kristo anaelezea juu ya habari za ujio wake wa pili, tena anaelezea namna itakavyokuwa Ametumia mifano miwili mikubwa ili kuelezea habari hizo za ujio wake wa pili, na kututaka daima tuwe tayari, na kututaka daima tuwe tu, tumeandaa mioyo yetu tukitambua kwamba hasa katika nyakati hizi mioyo yetu imekubali kutawaliwa na dhambi na mambo ya ulimwengu huu, na hata yakatupoteza kabisa, yakatufanya tushindwe kuwa na mahusiano mema na Mwenyezi Mungu. Hivyo basi, Injili ya leo inatoa onyo kali na kututaka tusiambatane daima na mambo ya ulimwengu huu, kwani hayo mara nyingi yanaharibu uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu na kutuweka mbali kabisa na Mwenyezi Mungu. Hivyo basi, ujio wa Kristo kwa mara ya pili hautakuwa kadiri ya wanadamu tufikiriavyo. Ndio, na basi kwa maelezo ya Kristo kwenye Injili ya leo, ujio huo utakuwa ni wa ghafla. Na tena hakutakuwa tena muda mwingine wa kujiandaa, na kututaka basi tutumie muda huu wa sasa kufanya maandalizi ya kiroho, tutumie muda huu wa sasa kujipatanisha zaidi na Mwenyezi Mungu, tutumie muda huu wa sasa kutubu dhambi zetu, ili basi Kristo atakapokuja tena atukute tuusafi na tuko tayari kumpokea kwa mioyo safi, yenye furaha, yenye upendo, na daima tukiendelea kumsifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.